Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatumia simu kibonyeza tu katika website ya Tamisemi, baada ya kuandika neno uchaguzi kidato cha tano, basi ile website ya kwanza Tamisemi, utakapoingia basi itakuleta hapa, ambapo unaona katika screen yako. Kwa hiyo hapa kuna njia mbili. Njia ya kwanza, unaweza kubonyeza hapa first selection. Kwa hiyo baada ya selection kutangazwa, basi wata update na mwaka wataweka 5 lakini hapa ni 24 kwa hiyo tumetoa video hii kwa ajili ya, ya kukuelekeza wewe kabla ya selection bado hazijatoka, ili uweze kufahamu. Lakini njia ya pili ni hii ambayo wewe utakwenda kuandika hapa index namba yako, kwa mfano ambao umeutoa, utaandika index namba iliyo kamili kwa kuonyesha namba ya shule namba yako pamoja na mwaka uliomaliza. Kwa njia ambayo wengi wanatumia ni ya kubonyeza first selection hapo, ambao ni kipengele cha selection vision kwa kama ikiwa tayari wameshatangaza selection za mwaka huu basi hapa mwaka utabadilika na kuwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo kama itakuwa ndio hivyo utabonyeza baada ya kubonyeza tutaweza kupata mikoa ambayo wanafunzi walipangiwa kwenda hapa utakwenda kubonyeza na sio walipangiwa kwenda Sorry, yani hii ni mikoa ambayo wanafunzi walifanya mitihani yao ya kidato cha nne. Kwa hiyo mfano ni Tanga, wewe ulimaliza shule zinazopatikana mkoa wa Tanga, utabonyeza mkoa ambao ulimalizia huko, na hapa utakuja kuchagua halmashauri ambayo shule yako inapatikana, ile ambayo umemaliza kidato cha nne, kwa mfano Tanga sita. Kwa hiyo baada ya hapo utapata orodha ya shule ambazo zinapatikana katika halmashauri hiyo, utabonyeza shule ambayo wewe ulifanyia uli mtihani wa kidato cha nne mwaka jana. Kwa mfano hapa ni Sahare, basi atabonyeza Sahare. Kwa hiyo baada hapo itakuja listi ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha tano pamoja na vyoo vya kati. Kwa hiyo hapa wewe utakwenda kuangalia jina lako. Mfano huyu kachaguliwa kujiunga na shule inayoitwa Tangatek lakini kombe alichaguliwa, ndio hiyo na shule. Aina ya shule ni boarding, lakini inapatikana wapi? Tanga mjini. Hakuna maelezo yote ya ziada ambayo yameandikwa hapa, maana ni taarifa. Lakini kwa huyo alichaguliwa chuo cha kati, chuo kinaitwa Tanzania Public Service College, lakini pia kinapatikana wapi? Mbeya City, mkoa ni Mbeya. Lakini maelezo ama taarifa imeonyesha hapa kwamba ada pamoja na muda wa masomo ni miaka mitatu, mawasiliano namba Haya hawajaonyesha. Sasa baada ya kufika hapo na kuona jina lako na shule uliochaguliwa kwenda, pia unaweza kudownload join instruction. Unaidownload vipi? Kwa kubonyeza jina la shule ambayo wewe umechaguliwa kwenda. Mfano hiyo tunamwona ni Fatuma Amora Abdalla amechaguliwa kwenda Mwera Secondary School. Kwa hiyo sasa, ukibonyeza ile jina ambayo yeye amechaguliwa kwenda, automatically PDF ya joint instruction ya shule hiyo ita, itaanza ku download. Kwa hiyo ime download, tukiifungua hapo, tutaona basi hii ni joint instruction ya shule ambayo amechaguliwa yeye kwenda. Eh. Tunaona hapo shule, naona shule ya sekondari Mwera. SLP 27 Pangani, na mwaka ndio huo. Kwa hiyo hizi zitakuwa updated kulingana na mwaka na selections zilizotoka mwaka gani. Basi kwa kweli ni mfano wa mwaka jana, basi tunaona hapo joint sections zinaonyesha mwaka jana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza ku download joint section na kuangalia uh, selections za form 5 kwa kila mwaka, sio tu mwaka huu, hapana, kwa kila mwaka. Basi utafa, utafata hatua hizi mpaka pale wao watakapobadilisha mfumo wao.